Roy, baada ya kuachwa au kuachika maumivu yake yanachoma, yanachoma moyoni, yanabania kifua, yanakunyima usingizi, yanakufanya ujione mdogo, dhaifu, na kama hakuna anayekujali tena. Roy anakuambia ukweli mchungu: ukiachwa, dunia haisimami, lakini wewe unahisi kama imeanguka juu yako. Kabla sijaendelea, Bonyeza like, subscribe, na andika kwenye comments unatazama kutoka wapi? Fanya hivyo sasa kwa sababu kama uko hapa unapitia kitu kizito na hujaja kwa bahati mbaya. Ukiachwa fanya hivi. Na niseme kwa sauti kali kwa sababu nazungumza na moyo wako unaotetemeka kwa hasira na uchungu. Kwanza kabisa kubali, ndiyo kubali. Usikimbie ukweli, usijidanganye, usiseme labda anarudi kesho Wakati kimya chake kinakuua. Ukweli unauma, lakini kukataa ukweli kunaua zaidi. Kukataa ukweli kuna kufanya umfuate, umpigie simu, umtume meseji za kujishusha. Unajidharau, unajivunja heshima yako mwenyewe. Roy hataki kukuona ukijiharibu kwa mtu ambaye tayari ameondoka. Kubali kwamba kwa sasa ameondoka, na neno kwa sasa siyo tiketi ya matumaini ya kipumbavu ni nafasi ya wewe kupumua, kukaa kwenye ukweli bila kujiangamiza. Ukikaa kwenye uongo, maumivu hayaponyeki, yanazaa maumivu mapya. Hatua ya pili: acha kumtafuta. Ndiyo, acha. Sitaki kusikia visingizio. Usimpigie simu, usimtumie message, usifuatilie status zake, usifuatilie anafanya nini, yuko na nani, yuko wapi. Kila unachofanya hivyo, unachoma jeraha lako mwenyewe, unajichoma tena na tena. Huo sio upendo, hiyo ni addiction, na addiction haiwezi kuponya. Siku thelathini ni detox ya moyo, ni mateso. Ndiyo, utatetemeka Utalia, utakasirika, lakini kila siku usiomtafuta unarudisha kipande cha nguvu yako. Kila siku unayokaa kimya unajijenga. Usinanganywe, kumbembeleza hakurudishi mtu, kunamfanya ajisikie mkubwa na wewe ujisikie mdogo. Hatua ya tatu, usiende kwa mtu wa tatu, usiende kwa huyo mwanamke, usimtafute huyo mwanaume, usifikiri atakupa closure. Huyo mtu hakukuahidi chochote, hakukuambia nitakulinda. Aliyekuambia hayo ni aliyekuacha. Ukielekeza hasira yako kwa mtu wa tatu, unakosea shabaha, unapiga na vita isiyo yako, na vita hiyo itakuharibia jina, heshima na amani. Na niseme kwa hasira, kwa sababu hii imeumiza kuona watu wakiharibika. Ukipoteza heshima yako kwa hasira ya dakika tano, utalia kwa miaka mitano. Polisi, aibu, drama, watu kukusema, na mwisho wa siku bado umeachwa. Hivyo ni ujinga wa maumivu. Roy hataki kukuona hapo. Hatua ya nne usitafute kisasi. Kisasi ni ulevi, kinaonekana kitamu, lakini kina sumu. Kulala na rafiki yake, kuchafua jina lake, kuvunja vitu vyake, kumtukana mtandaoni, hiyo sio nguvu, hiyo ni udhaifu uliovaa hasira. Na ukweli unauma, kisasi hakimponyi anaelia usiku, kinakuacha tupu. Na hata kama unadhani nimepata, sikiliza Roy. Kama hakujali kabla, hataumia sasa. Utakuwa umejichafua bure, na siku ukitaka uhusiano mzima tena, kivuli cha maamuzi yako ya hasira kitakufuata. Hatua ya tano: usianike maisha yako mtandaoni, usiposti vijembe, usifungue siri zako, usitafute huruma ya watu wasio na mpango na maisha yako. Mtandao una vultures, wanakula maumivu ya watu, wanapenda kukuona ukidondoka, na wengine watakutia sumu kichwani, nilikuambia usirudiane, wote ni wabaya. Wengine hawakujali hata kabla, sasa wanakunywa machozi yako kama burudani. Nasikiliza hili vizuri ukirudiana au hata ukisonga mbele, maneno uliyoyaandika yatakukwaza. Heshima yako ndiyo mtaji wako. Ilinde. Ulia kimya, ponya kimya, rudi ukiwa thabiti. Hatua ya sita: weka muda wa kutoa uchungu kisha songa. Sheria ya siku tatu. Siku ya kwanza lia, piga kelele, andika kila kitu, usijizuie. Siku ya pili tafakari, ulijifunza nini, ulipuuza nini. Siku ya tatu panga, ondoa vitu vinavyokukumbusha, badili ratiba. Siku ya nne simama, Nenda fanya kitu. Sitaki kukuona ukikaa kitandani wiki nzima. Sitaki kukuona ukifa taratibu. Maumivu haya na mamlaka ya kukutawala maisha yote. Unaumizwa ndiyo, lakini haupaswi kukaa hapo. Hatua ya saba, anza kujijenga upya. Mwili wako umechoka, akili yako imechoka, nafsi yako imechoka. Lala, kula vizuri, fanya mazoezi, osha nyumba, safisha mazingira, ondoa picha, futa chats, hifadhi zawadi. Sio kwa chuki, kwa uponyani. Kila unapotunza mwili wako akili yako inapata pumzi. Kila unapojiweka sawa nje, ndani kunaanza kutulia. Hii siyo kujifanya, hii ni kujiponya. Hatua ya nane. Usiingie kwenye relationship ya kufunika maumivu. Usitafute mtu wa kujaza pengo. Usitafute distract. Utamu wa muda mfupi utakurudisha kwenye maumivu ya kudumu, na utaumiza mtu asiye na hatia. Hilo litakurudia. Roy anakuambia kwa hasira ya upendo, ukikimbia maumivu yatakukimbiza, ukikabiliana nayo yatakuacha. Hatua ya tisa. Tafuta somo, jiulize maswali magumu. Nilipuuza red flag zipi? Nilikuwa napenda mtu au nilikuwa na attachment? Niliogopa nini mpaka nikabaki? Ushindi sio kurudiana, ushindi sio kuonekana unaendelea, ushindi ni kubadilika, ushindi ni kuona kwa macho mapya ili usirudie kosa lile lile. Hatua ya kumi. Zungumza na Mungu. Kabla hujareact, omba. Kabla hujafanya uamuzi, omba. Sio kwa sauti tu, kwa moyo. Kuna maumivu mengine hayaponywi na marafiki, hayaponywi na pesa, hayaponywi na mtu mpya, yanaponywa na mwelekeo mpya. Na mara nyingi kuachwa siyo kupoteza, ni kuokolewa, ni mlango kufungwa ili usipotelee ndani. Sikiliza Roy kwa umakini sasa, huenda usingeondoka mwenyewe, huenda ungeendelea kuvumilia stress, dharau, ukimya na kukosa upendo Huenda ulilazimika kuumizwa ili uachwe huru. Iyo inauma kusema, inakasirisha, lakini ni kweli. Ukweli mwingine mchungu, wakati mwingine haikuwa mapenzi. Ilikuwa attachment, hofu ya kuwa peke yako, hofu ya kuanza upya, hofu ya watu kusema nini, na attachment ikivunjika inauma kuliko mapenzi. Lakini maumivu haya hayajakujia kukuua, yamekuja kukubadilisha, yamekuja kukurudisha kwenye thamani yako. Yamekuja kukuandaa kwa maisha bora, iwe ni yeye akarudi akiwa mtu tofauti au mtu mpya kabisa akaingia. Usikae kwenye hasira milele, itakula roho yako. Usikae kwenye huzuni milele, itakunyima kesho. Chukua maumivu haya yafanye kuwa nguvu. Roy anamaliza kwa hili: baada ya kuachwa, usijiue mara mbili. Usijiumize kwa kumbembeleza, usijiumize kwa kisasi, usijiumize kwa aibu ya mtandaoni. Jipe muda, jipe heshima, jipe nafasi ya kupona. Kama umefika hapa, andika kwenye comments ninaponya, na kama unahisi hii imenigusa, share na mtu anayehitaji kusikia ninaponya. Lakini nisikudanganye, kupona kuna uma, kupona kuna chosha, kupona kuna kufanya ujiulize maswali usiotaka kujibu. Na leo nataka nikusukume zaidi, kwa sauti ya hasira, kwa sauti ya ukweli, kwa sauti ya mtu anayejua maumivu unayopitia ukiachwa, kuna sauti kichwani mwako, sauti inayosema huku ni tosha, sauti inayosema kuna mtu bora kuliko wewe, sauti inayosema hutapata tena. Roy anakuambia sasa hivi, hizo ni sauti za maumivu, sio ukweli. Usiruhusu sauti hizo ziwe bosi wako. Zikikuongoza zitakupeleka kwenye maamuzi mabaya, zitakupeleka kurudia makosa zitakupeleka kujishusha mbele ya watu wasiostahili nguvu yako. Sikiliza kwa makini, kama mtu aliondoka bila kupigania, bila kujaribu kurekebisha, bila kuogopa kukupoteza, basi tayari alikuwa ameshajiondoa moyoni. Na ukweli huo unauma, ndiyo, lakini ni bora kuumizwa na ukweli kuliko kufa taratibu kwenye uongo. Usijilaumu kupita kiasi. Ndiyo, huenda ulikosea. Ndiyo, huenda haukuwa mkamilifu lakini hakuna uhusiano unaokufa kwa kosa la mtu mmoja tu. Ukijilaumu peke yako, unajinyang'anya haki ya kujifunza kwa usawa. Lawama peke yake haziponyi, ufahamu ndio unaoponya. Na hebu niseme kitu kwa hasira safi: usijilinganishe, usijilinganishe na mtu mpya, usijilinganishe na aliyekuchukua nafasi yako. Unajiumiza bure. Unachokiona mtandaoni siyo maisha yao kamili, ni picha, ni video ni sekunde chache za uigizaji. Watu wengi wanacheka mbele ya kamera na kulia usiku. Usijidharau kwa kivili cha mtu mwingine. Roy anakwambia thamani yako haikupungua kwa sababu mtu mmoja alishindwa kuiona. Dhahabu haipotezi thamani kwa sababu mtu aliipita bila kuitambua. Kuna siku utaamka na kifua hakitakuwa kizito. Kuna siku utaamka na mawazo yake hayatakuwa ya kwanza kichwani. Lakini siku hiyo haitajia itafanyiwa kazi. Ndio maana na kukazia: weka mipaka. Ukiondoka kaa mbali. Ukiumizwa jilinde. Na kama kuna kitu kimoja nataka ubebe leo, ni hiki: huna haja ya kufunga mlango kwa hasira, funga kwa heshima. Heshima kwa nafsi yako, heshima kwa safari yako, heshima kwa mustakabali wako. Usimsubiri akuthibitishe, usisubiri apology, usisubiri closure kutoka kwake. Closure ya kweli inatoka pale unapochagua kusema natosha. Roy anajua una hasira, anaijua ile hasira ya kimya, hasira ya kulala kitandani ukitazama dari, hasira ya kuuliza kwa nini mimi. Hasira hiyo usiipoteze, itumie. Itumie kujijenga, itumie kubadilika, itumie kuamua hutakubali tena upendo wa nusu, juhudi za nusu, heshima ya nusu. Kwa sababu ukipona kweli hutavutwa tena na watu waliokuvunja. Ukipona kweli utaona mapema. Ukipona kweli hutahangaika kuthibitisha thamani yako. Roy anamalizia kwa hili leo: baada ya kuachwa chagua kupona kwa makusudi, sio kwa bahati, sio kwa muda, kwa makusudi. Nisikilize vizuri sasa, kwa sababu hapa ndipo watu wengi hushindwa. Baada ya kuachwa, maumivu hayakupigi kelele tu, yanakufundisha kujichukia ndipo unapokuja kukukata. Hapo hapo, usijichukie kwa sababu mtu alishindwa kukaa. Usijivunje kwa sababu mtu hakuwa na uwezo wa kupigania. Usibadilishe thamani yako kwa maamuzi ya mtu ambaye hakujua alichokuwa nacho. Na nitasema kwa hasira, kwa sababu inaniumiza kuona watu wakijimaliza. Kuachwa hakukufanyi uwe dhaifu. Kukaa mahali ambapo hupendwi ndiko kungekufanya dhaifu. Kuna kitu kinaitwa withdrawal. Ndio, withdrawal. Moyo wako una miss kama vile mlevi anavyokosa pombe. Sio kwa sababu alikuwa mzuri sana, bali kwa sababu ulikuwa umezoea. Uzoea sio mapenzi. Uzoea sio hatima. Na kile unachohisi sasa ni mwili wako ukipambana kuachana na kitu kilichokuwa kinauendesha. Ndiyo maana nataka ufanye hivi. Usikae peke yako bila mpango. Upweke bila mwelekeo ni sumu. Pumzika. Ndiyo. Kaa kimya. Ndio. Lakini kaa kimya ukiwa na lengo. Andika. Andika hasira yako. Andika kila kitu ambacho hukuwahi kusema. Andika mambo uliovumilia kimya kimya. Andika ukweli wote, hata ule unaokuumiza igo yako. Kwa sababu mpaka uone wazi, utaendelea kurudia. Utaendelea kupenda watu wanaokufanana na maumivu yako ya zamani. Na hebu niwe mkali kidogo hapa. Acha kuota kwamba atabadilika kwa ajili yako. Kama hakuona thamani yako wakati ulikuwa hapo, hawezi kuiona ukiwa mbali kwa ndoto tu. Mabadiliko ya kweli hayalazimishwi na hofu ya kupoteza, yanatoka ndani. Usijifanye uko sawa ilhali unakufa ndani. Lakini pia usifanye maumivu yako kuwa utambulisho wako. Wewe siyo yule aliyeachwa. Wewe ni mtu aliyepitia kuvunjika na anajijenga upya. Roy anakuuliza swali gumu sasa: kama usingeumia hivi ungeendelea kukaa? Kama usingeachwa ungeendelea kuvumilia? Kama asingekuacha ungejiondoa mwenyewe? Hapo ndipo unapoanza kuona ukweli. Wakati mwingine kilichokuumiza ndicho kilichokuokoa. Na niseme jambo moja kwa moto, usiogope kuanza upya. Kuanza mwanzo sio kushindwa, ni ushahidi kwamba bado una uhai ndani yako. Ndiyo, utaogopa. Ndiyo, utaona kama muda umeenda. Ndiyo, utaona kama umechelewa. Lakini hakuna mtu aliyechelewa kujipenda kwa mara ya kwanza, hakuna mtu aliyechelewa kujiheshimu, hakuna mtu aliyechelewa kusema sitakubali tena. Roy anakuachia hili leo, maumivu haya hayataondoka kwa siku moja, lakini hayataondoka kabisa kama hutabadilika. Chagua leo kubaki pale pale au kukua kupitia uchungu. Hebu nikuambie kitu ambacho watu wengi hawapendi kusikia. Maumivu haya unayopitia sasa yanaweza kukufanya uwe bora au kukufanya uwe mchungu, na hiyo uchaguzi ni wako. Usiruhusu uchungu ubadilishe tabia yako, usiruhusu kukataliwa kukufanye mkatili, usiruhusu kuachwa kukufanya mtu wa kulipiza, mtu wa kujilinda pita kiasi, mtu wa kufunga moyo kabisa, kwa sababu ukifanya hivyo utaanza kuadhibu watu wazuri kwa makosa ya mtu mmoja, na hapo maumivu hayajaisha, yamebadilisha tu sura. Roy anasema kwa hasira, kwa sababu ameyaona haya mara nyingi. Watu wanaumizwa, halafu wanajenga kuta badala ya mipaka. Kuta zinazuia kila mtu, hata wale waliokuja kukuponya. Mimi sitaki ujifunge, nataka ujifunze, na ili usirudie makosa yale yale, lazima ukubali ukweli huu: Ulichovumilia kilikuwa kikubwa kuliko ulichostahili. Kama uliomba heshima mara kumi na haikubadilika, hiyo ilikuwa ishara. Kama ulilia kimya mara nyingi kuliko ulivyocheka, hiyo ilikuwa ishara. Kama ulihisi upweke ukiwa kwenye uhusiano, hiyo ilikuwa ishara. Lakini ulikaa, na sio kwa sababu ulikuwa mjinga, bali kwa sababu uliamini, na kuamini siyo kosa. Kuamini mtu asiyejitokeza ndiyo kosa. Roy anakuambia sasa, mara nyingine hatuachwi kwa sababu hatutoshi. Tunaachwa kwa sababu hatukubali tena kupunguzwa, na hiyo inamuumiza anayekuacha, kwa sababu uwepo wako haukuwa mzigo, ulikuwa kioo. Kioo kilichomuonyesha kile ambacho hakuwa tayari kukabiliana nacho. Usikubali kurudishwa na maneno matamu bila vitendo. Usikubali nimebadilika bila muda, uthibitisho na uwajibikano. Upendo wa kweli hauharakishi. Haupigi kelele, unajionyesha. Roy anakuhakikishia hili. Ukijiponya kweli, hutahangaika kuuliza nifanye nini aniangalie. Utauliza, je, huyu anastahili kunifikia? Hapo ndipo nguvu yako inarudi. Sio kwa kumdharau mtu, bali kwa kujiheshimu. Na kama leo una hasira, ni sawa. Hasira yako ina ujumbe. Inasema, nilivumilia zaidi ya inavyopaswa. Sikiliza ujumbe huo. Usiuue. Utumie kujenga mipaka mipya. Roy, ninamalizia sehemu hii kwa neno moja tu. Usirudi pale ulipovunjika bila kuwa mtu mpya. Niseme hili kwa ukali kwa sababu moyo wako unahitaji ukweli, sio faraja ya uongo. Watu wengi hawateseki kwa kuachwa, wanateseka kwa kurudia. Kurudia kosa lile lile, kurudia mtu wa aina ile ile, kurudia maumivu yale yale kwa sura tofauti. Ndio maana kabla hujaendelea na mtu yoyote lazima ujifunze kutambua dalili mapema, dalili ambazo uliziona lakini ulizipuuzia. Dalili ya kwanza: maneno mengi, vitendo vichache. Anajua kusema anakupenda, lakini hajui kukutendea. Anajua kukuahidi, lakini hajui kusimama. Usidanganywe na ulimi mzuri. Mapenzi halisi yanaonekana kwenye vitendo vidogo vya kila siku. Dalili ya pili: anakupata tu anapokuhitaji. Unapokuwa sawa, yuko kimya. Unapovunjika ghafla, anakumbuka upo. Huo sio upendo, huo ni matumizi. Dalili ya tatu, anakufanya ujihisi unaomba sana. Unaomba muda, unaomba mawasiliano, unaomba heshima. Roy anakwambia upendo wa kweli hauombi mambo. Ya msingi unayapata. Dalili ya nne, unajisahau ili umtoshe. Unapunguza sauti yako, unapunguza ndoto zako, unapunguza mahitaji yako. Ukijipunguza ili mtu akubali, tayari umeshapoteza. Na niseme kwa hasira, kwa sababu nimeona hii kivunja watu Mtu anayekupenda hata kufanya ujihisi kama mzigo, hata kufanya uogope kusema unachohisi, hata kufanya ujilaumu kwa hisia zako. Kama unaishi kwenye hofu ya nikisema ataondoka, basi tayari alikuwa anaondoka, wewe ulikuwa unashikilia kivuli. Roy anakuambia sasa, usiogope kuwa mkali na mipaka yako. Mtu sahihi hataogopa mipaka yako, ataiheshimu. Na hebu nikufungulie macho hapa, watu wengi wanaokuacha hawakuondoka ghafla, walikuwa wanaondoka kidogo kidogo kwa ukimya kwa kupungua kwa kutojitokeza. Na wewe uliona, lakini uliambua kupigania peke yako. Upendo wa mtu mmoja sio uhusiano, ni uchovu. Roy anakwambia kwa hili, kama ni lazima upigane peke yako ili mtu abakie, basi hapakufaa tangu mwanzo. Leo sitaki urudi nyuma, sitaki ujiulize tena ningefanya nini tofauti. Nataka ujiulize nitawezaje kujilinda vizuri zaidi, kwa sababu kupona sio kusahau. Kupona ni kukumbuka bila kuanguka tena. Niseme hili kwa sauti ya mwisho, kwa uzito wote wa hasira na uchungu uliobaki moyoni mwako. Kuachwa hakukuua, kilichokuwa kinakuua ni kujipoteza taratibu, ukijaribu kumshikilia mtu aliyekuwa anaachilia. Leo Roy anataka uache kujiuliza kwa nini aliniacha, na uanze kujiuliza kwa nini nilikaa muda mrefu namna ile. Hapo ndipo nguvu yako inaanza kurudi, hapo ndipo macho yako yanafunguka. Usitafute tena mtu wa kukujaza, jijaze kwanza. Usitafute mtu wa kukuokoa, jiokoe kwanza. Usitafute mtu wa kukuthibitisha, jithibitishe kwanza, kwa sababu mtu anayekuja baadaye, iwe ni huyo huyo kwa sura mpya au mtu mpya kabisa, atakukuta ukiwa mzima, sio ukiwa unavuja damu. Na mtu anayekupata ukiwa mzima anakupenda kwa hiari, siyo kwa huruma. Roy anakwambia ukweli ambao watu wengi wanakuficha: maumivu haya ni daraja Ukikaa juu yake yatakuumiza, ukivuka yatakupeleka mbali. Usibebe chuki, chuki ni mzigo mzito kwa safari mpya. Usibebe lawama, lawama zinakufunga nyuma. Beba somo, beba mipaka, beba heshima yako. Na leo chagua kwa makusudi kusema ninaponya, sio kesho, sio nikiwapata, leo. Ukiachwa fanya hivi: simama, jitazame, jijenge, endelea mbele. Maumivu yalikuwa ujumbe, ujumbe umepokelewa. Sasa endelea na maisha yako.